Kizima kilimjua Mwana Hawa kama mwanamke mpole na mcha Mungu. Lakini gizani ukweli ulikuwa wa kutisha. Amina alimshuhudia mama yake wa kambo akiwa shambani, ameviringwa na nyoka mweusi kifuani huku akicheka kwa dharau. Huyu hakuwa binadamu wa kawaida, huyu alikuwa nyoka wa shambani. Haikutosha kuchukua nafasi ya mama yake Amina. Mwana Hawa alitaka kila kitu. Hata ile pete ya kijani, urithi pekee wa marehemu Bihaya. Mariam sasa ilikuwa kwenye vidole vyenye damu vya Mwanahawa. Baba, hiyo ni pete ya mama. Amina alilia, lakini baba yake alikuwa tayari ameshalishwa limbwata la upofu. Mwanahawa alitabasamu mbele ya mume wake, lakini chini ya meza alikuwa akidondosha sumu na wadudu kwenye sahani ya binti huyu yatima. Kila tonge Amina alilokula lilikuwa ni hatua moja kuelekea kaburini. Je, Amina ataishi kuiona kesho? Au siri hii itamzika kabla ya jua kuchomoza? Usikose sura ya tatu ambapo Amina anagundua siri nzito zaidi iliyofichwa kwenye chumba cha Mwanahawa. Bonyeza folo au subscribe ili usipitwe.